Tumefurahia kwamba mahakama hapa Bungoma kupitia hakimu mkuu imeweza kukubaliana na ombi letu na kupata kwamba serikali kupitia kwa kiongozi wa mashtaka haijatoa ushahidi wa kutosha ili kuwezesha wale vijana kuzuiliwa na polisi. Na hivyo mahakama imeamuru vijana hao waachiliwe kwa dhamana ya shilingi elfu hamsini au mfadhili sawa na pia waachiliwe kwa dhamana ya pesa ya shilingi elfu ishirini. Wiki jana pia yule mlalamishi alisababisha kushikwa kwa vijana ishirini ambao waliwekwa mbele ya mahakama pia, tukawa hapa mahakamani tukawafanyia kesi yao, na mahakama ikakubaliana na sisi kwamba vijana wale wiki iliyopita waachiliwe hapa Bungoma kwa sababu uongozi wa Bungoma wa Jimbo na wa kitaifa unaunga mkono serikali, tumeona wakitumia nafasi zao kudhulumu vijana. Kama haingekuwa mahakama, hao viongozi wangekuwa wameangamiza vijana wote. We are calling uh, we are calling upon Governor Lusaka and his like-minded leaders to stop harassing young people using a criminal system. Kuandamana kulikuwa Kenya yote kulikuwa kule Nyeri, kulikuwa kule Kitui, lakini hatujaona vijana kule Kitui wakishurutishwa na mahakama kila siku, wakishurutishwa na askari kuja kushikwa kila siku hapa Bungoma, kwa sababu uongozi wa Bungoma wa Jimbo na wa kitaifa unaunga mkono serikali. Tumeona wakitumia nafasi zao kudhulumu vijana. Kama haingekuwa mahakama, hao viongozi wamekuwa wameangamiza vijana wote. We are calling, uh, we are calling upon Governor Lusaka kwa nafasi hii kushukuru idara ya mahakama kwa kusimama na Wakenya kuhakikisha kwamba serikali haitotumia eh, mahakama ama eh, mahakama ya kihalifu sheria za uhalifu kushirikiana na mahakama hapa ndani kunyanyasa wale wanaopinga utawala Wakenya wote wana uhuru sawa wa kuandamana kupinga utawala mbaya kuandamana kuleta mabadiliko ya kitawala kuandamana kuleta kutoa uongozi mbaya mamlakani kwa hivyo Wakenya wasitishwe sheria ipo katiba ya mwaka wa 2010 inawalinda vya kutosha na ndiposa umeona licha ya mbwembwe mbwe na sarakasi ya serikali kwenye mahakama jaji ya hakimu mkuu ameweza kutupilia madai yao mbali.